Niliwahi kusoma kitabu cha mtu mmoja ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kuwasaidia wanaume kuwawini wanawake kirahisi, akawa anazungumzia juu ya sanaa ya utongozaji, anaita Art of Seduction. Kati ya kitu ambacho alikisema na kilinishangaza sana, alisema kwamba kumtongoza mwanamke ni mchezo ambao unalenga kumfanya yeye avutiwe na, ye, na wewe na akuone ni mwanaume ambaye unamfaa. Sasa anapozungumzia swala la kumfanya mwanamke avutiwe na wewe, nikajiuliza maswali mengi sana. Ni kitu gani ambacho kinaweza kikamfanya mwanamke avutiwe na mwanaume? Na baada ya kuchimbua, nikagundua kuna vipengele kama vitano ambavyo vinabeba eh, mvuto wa mwanaume. Kipengele cha kwanza ni mwonekano wake, appearance. Kuna wanawake ambao wanavutiwa na wanaume warefu weusi lakini kuna wanawake ambao wanavutiwa na wanaume weupe wafupi. Sasa unapokutana na mwanaume ambaye anavutiwa na wanaume wa weupe wafupi, tafsiri yake ni kwamba ukimpeleka mwanaume mrefu mweupe hawezi kuvutiwa naye. Uh, tunapozungumzia muonekano hatuzungumzii tu swala la urefu na ufupi, tunazungumzia pia swala la mavazi, tunazungumzia pia jinsi ambavyo mwanaume anajiweka. Ndio maana kati ya ya kanuni ya msingi sana ambayo mwanaume anatakiwa kuizingatia kuhusiana na swala uvaaji, anatakiwa kuzingatia kanuni ambayo inasema dress a clothes that fits your body, vaa nguo ambazo zina ufiti mwili wako. Tafsiri yake ni kwamba usivae nguo ambazo zinakubana zaidi, na wala usivae nguo ambazo zinakupuaya zaidi. Kumbuka kwamba e, muonekano wako ambao unaenda nao kwa mwanamke siku ya kwanza ndio una nguvu zaidi ya kumfanya aidha avutiwe na wewe au asivutiwe na wewe. Lakini kanuni ya pili ambayo inataka mwanaume aizingatie sana kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye swala la uvaaji la la la inasema dress well no matter the occasion, vaa vizuri pasipo kujali unakwenda kwenye tukio gani, kwa sababu mwonekano wako una nguvu sana ya kufungulia fursa mbalimbali, lakini pia kama mwanaume, kuna vitu ambavyo kwenye uvaaji wako hautaki kabisa kusahau. Kitu cha kwanza ambacho hutaki usahau ni kuhusiana na swala la saa. Kama mwanaume, ni vizuri sana kwenye mkono wako wa kushoto au mkono wako wa kulia ukavaa saa. Kwa nini? Kwa sababu ni vipengele ambavyo vinahusika na swala la mwonekano wako kiujumla na mwonekano wako unakupatia max fulani unapokutana na mwanamke. Kitu cha pili ambacho kinabeba muonekano wa mwanaume mw, eh, kinabeba mvuto wa mwanaume kwa mwanamke ni uwezo wa kuongea. Tafiti zinaonyesha kwamba asilimia sabini na nane ya wanaume hawana kabisa confidence ya kuongea na wanawake. Na tunapozungumzia confidence ya kuongea na wanawake, hatumaanishi kumchatisha mwanamke kwenye simu, hatumaanishi kuongea naye kwenye simu. Tunamaanisha kukaa naye physically alafu ukaongea, ukatoa mawazo yako, ukajielezea, ukamfanya mwanamke akakupa attention yake kusikiliza wewe unaongea nini. Ndo maana ukienda kwenye semina nyingi utagundua kwamba wanawake waga wana pay attention sana na yule mtu ambaye anakuwa anaongea pale mbele, na ukifuatilia vizuri zaidi utagundua sio tu wana pay attention, waga wanatabasamu. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hawavutiwi tu na kile ambacho kinazungumzwa, wanavutiwa pia na yule ambaye anazungumza. Kwa kama mwanaume, kati ya eneo ambalo unaweza ukajijenga na likakuongezea credit, sio tu kwenye mahusiano, kwenye maeneo mbalimbali mbali ya maisha ni uwezo wako wa kuongea, uwezo wako wa kuelezea mawazo fulani fulani na watu wakakuelewa. Kitu cha tatu ambacho kinabeba mvuto wa mwanaume kwa mwanamke ni ucheshi, wanawake wanaita charming. Kitu gani ambacho unatamani mwanaume wako awe nacho? Anaweza kataja vitu vingi sana, lakini neno charming haliwezi kukosa, charming tafsiri yake ni charming tafsiri yake ni kumfanya mwanamke ajisikie yuko comfortable akiwa na wewe, ni kumfanya mwanamke akapei attention yake kwako, akasikiliza ambacho unakiongea, akatabasamu, lakini pia akafurahia mazungumzo ambayo wewe unayafanya pamoja na wewe. Sasa hii kuwa charming wakati mwingine sio kitu mtu anaweza akajifunza wakati mwingine kwa sababu kuna vitu katika hali ya kawaida ya binadamu hatuwezi kufanya. Wakati mwingine unaweza kukuta ni skills fulani fulani ambazo mtu akishakuwa akishakuwa nazo inaweza kumsaidia kuwa charming. Kwa mfano, kitu kimoja hapo ambacho mimi nimegundua kinaweza kumsaidia mwanamke mwanaume kuwa charming ni kujua women's psyche. Yaani kujua saikolojia ya wanawake. Kujua saikolojia ya wanawake tafsiri yake ni kwamba kujua aina gani ya mazungumzo ambayo wanawake wanayapenda, aina gani ya mazungumzo ambayo wanawake wanayafurahia zaidi. Kuwa charming hatumaanishi kuwa mtu mwenye midhaa. Kuwa charming hatumaanishi kuwa mkuu wa kitu uko, ah, tunamaanisha kuwa mwanaume ambaye unaweza ukateka attention ya mwanamke kupitia mazungumzo na vitendo fulani fulani ambavyo vikamfanya afurahie kuwa na wewe. na akiwa mbali na wewe azikumbuke zile moments ambazo mlipata kukaa pamoja. Kitu cha nne ambacho kinabeba mwelekeo kinabeba mvuto wa mwanamke ni wa mwanaume ni determination. Kuna tafiti fulani zilifanywa zikathibitisha kwamba asilimia kubwa sana ya wanawake wanavutiwa na wanaume ambao wana vitu fulani kwenye maisha yao wanavifukuzia. Wanasema, wanasema women chase Champions who chase championship. Kwa lugha ya Kiswahili ni kwamba wanawake wanawafukuzia wanaume washindi ambao hao wanaume wako bize wanafukuzia ushindi. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kila mwanamke anatamani kuwa na mwanaume ambaye ana uelekeo fulani kwenye maisha yake, anatamani kuwa na mwanaume ambaye anajua kitu gani anakitaka na yuko tayari kukipigania ili aweze kukipata. Wanatamani kuwa na mwanaume ambaye anafanyia kazi ndoto yake, wanatamani kuwa na mwanaume ambaye kuna kitu fulani leo anakifukuzia kwa ajili ya kesho yake iliyo bora. Na wanawake ni waaminifu sana. Wakati mwingine, mwanamke anamchagua mwanaume sio kwa sababu ya jinsi alivyo leo, ila kwa jinsi ambavyo atakuwa kesho. Na ukiwauliza wanandoa wengi watakwambia kwamba mke wangu mimi alinivumilia, alinikubalia, alikubali kuwa na mimi kipindi ambacho mimi sina chochote, kipindi ambacho hakuna mtu yoyote ananifahamu. Kwa nini? Kwa sababu it is women is nature to love or to be attracted to a man's with determination kwa ukiwa mwanaume ambaye una, una, una determination kwenye maisha yako, una uelekeo fulani, unaelewa sehemu ambapo unatamani kufika. Ni, kiash, ni, ni, element moja wapo, ambao, ni kipengele kimojawapo ambacho kinaweza kikakuongezea mvuto kwa mwanamke. Kitu cha tano na cha mwisho ambacho kinaweza kikaongeza mvuto wa mwanaume ni intelligence, ni akili, ufahamu na maarifa. Sasa kuna mtu mmoja aliye kusema kwamba utakapofungua kinywa chako kuongea tunaweza tukakujua kwamba wewe ni mtu mwenye hekima au tuwe kwenye kundi la wapumbavu. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni, ni kwamba sehemu ambayo tunapima akili ya mtu ni kupitia mazungumzo yake. Na Biblia inasema kwamba mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Kwa hiyo wakati mwingine mwanamke anaweza akamsikiliza mwanaume akamsikiliza kwenye mazungumzo yake fulani fulani alafu akamtoa maana, lakini pia anaweza akamsikiliza kwenye mazungumzo yake fulani fulani alafu akasema kwamba yes, huyo ndio mwanaume ambaye mimi ninamtaka. Kwa hiyo, kama mwanaume unapokuwa mbele ya mwanamke, hakikisha unalinda sana kile ambacho unakiongea. Kwa nini? Kwa sababu kupitia maneno yako, kupitia speech yako, inaweza ikamfanya mwanamke akupe max, lakini pia inaweza ikamfanya mwanaume, mwanamke akupunguzie max ambazo alikuwa anakupatia sasa. Habari ambayo ni nzuri zaidi, natamani ifahami kwamba hakuna mwanaume ambaye kabarikiwa kuwa na vyote. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kaa na muonekano mzuri, wakati huo pia akawa na uwezo wa kuongea, wakati huo pia akawa ni mcheshi, akawa na uelekeo na akawa na akili. Hakuna, isipokuwa kuna namna unaweza ukatafuta maeneo yako ya nguvu, alafu ukayatumia yale maeneo kukava maeneo ya ambayo ya wewe ni mdhaifu. Kwa mfano una muonekano mzuri lakini uwezo wa kuongea hauna, ila pamoja na kwamba hauna uwezo wa kuongea kumbuka, una muonekano mzuri lakini pia una akili, ufahamu na maarifa. Kwa hii vitu vitatu ambavyo ndio maeneo yako ya nguvu, vinaweza vikakusaidia pia kupata eh, credit kwa mwanamke. Haiwezekani pia ukakosa vyote, yani ukawa hauna muonekano, ukawa hauna uwezo wa kuongea vizuri, ukawa sio mcheshi, ukawa hauna determination, wala you are not intel intellectual person. Hapana, tafuta kitu kimoja ambacho unajua kwamba mimi nitakitumia hiki kama silaha yangu wakati ninamtongoza mwanamke. Ukikijua hicho kitu ambacho kinaweza kukusaidia, hakikisha unakiwekea nguvu nyingi sana, ili kiwe kinakusaidia. Ndio maana kuna wanaume wanaweza kukutani, ni mfupi lakini wanawake wanampenda, washangaa, um, mfupi afu wanawake wanampenda. Kuna kitu fulani wewe mwanaume, ni mfupi anacho na ameshajua kwamba hicho kitu kinamwongezea mvuto, kwa hiyo anakiwekea nguvu nyingi sana, kwa sababu ndio silaha pekee alionayo. Na natamani nijue wewe kwamba kati ya vitu vitano ambavyo tumevizungumzia vinaweza vikamsaidia mwanaume kuongeza mvuto wake like, kwa mwanamke, ni kitu gani ambacho unaweza ukakitumia kama silaha yako ya mwisho au silaha pekee ulionayo? Thank you very much.